Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema wafanyabiashara wazawa nchini wamedharauliwa vya kutosha kutokana na namna ambavyo serikali imewaruhusu raia wa China kushikilia sekta hiyo kwa kiwango kikubwa. Akizungumza katika kampeni ya Tone Tone ambayo inaendeshwa na Chadema kwa madhumuni ya kukusanya fedha kidogo kidogo kutoka kwa Watanzania, mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho na mbunge wa zamani wa Arusha mjini Godbless Lema amesema wafanyabiashara wazawa wanakutana changamoto za upatikanaji wa mikopo na usaidizi wa kifedha, jambo ambalo linaweza kupunguza ushindani wao. Lema ameongeza kuwa wafanyabiashara Wachina wamekuwa wakiingiza bidhaa zao kwa bei nafuu ambazo zinaweza kushindana na bidhaa zinazozalishwa na wafanyabiashara wazawa, jambo ambalo limekuwa likisababisha sekta hiyo kwa wazawa kuwa dhaifu. Tunamhitaji mfanyabiashara analalamikia, analalamikia masuala ya kodi Tuna mhitaji mfanyabiashara ambaye anaona kuna influx kubwa ya Chinese wanaingia nchini, wanafanya biashara ambazo zilikuwa ni biashara za wazawa kabisa. Ukiangalia, ukiangalia kazi zinazochukuliwa na makampuni ya Kichina sasa hivi ambazo ni local contents, wafanya biashara mnajua nachokisema. Kwenye construction industry mnajua mnavyosafa kwenye, se, kwenye wanaofanya, uh, wanaofanya import trading mnajua mnavyosafa. Leo biashara imekuwa ni ngumu sana, kwa sababu wachina wamekuja hapa, wameweka viwanja viwanda ndani ndani vingi, na hakuna kabisa hakuna kabisa supervisor ya namna ya kumlinda mfanyabiashara ndani ya nchi. Nyiye wote wafanyabiashara ni. Katika kampeni ya tone tone, Lema amesema wafuasi wa Chadema wanapaswa kujenga mfumo wa kukichangia chama ili kufanikisha malengo yake bila kutegemea msaada kutoka kwa serikali au vyanzo vya nje. Hii michango ina maana moja tu kufanya hii kazi kuwa rahisi na mtakapotoa fedha, maanake chama hiki kinakuwa kinaendeshwa na pesa za umma, kinakuwa kinaendeshwa na pesa za wanachama. Kwa hata tunapotengeza polisi za chama, tunakuwa hatuna influensi ya watu nyuma ambao wametupa fedha nyingi mmoja mmoja, mmoja, anayesema nataka mtengeze, mtengeze polisi hii kuhusu madini. Unapokuwa na chama cha siasa kinachotegemea influensi za watu wachache kwenye finance ni rahisi sana, ni rahisi sana kutengenezewa policies za kisiasa ama za kuendesha nchi, hata pale mnapokuja kushinda madaraka. Kwa msingi wa kila mtu kutoa pesa, ni kwamba na kuchangia chama, ni kwamba mnakuwa na chama ambacho mnakimiliki, na mnakuwa na chama ambacho kina, kina utii kwa kila mtu. Kwa hiyo ajenda ya mwananchi inakuwa ajenda ya iko chama. Inafaa kuzingatia kwamba michango inasaidia chama kusimamia haki za raia na kuhimiza utawala bora. Kwa mfano Chadema kama chama cha upinzani kinachopangiwa fedha kinaweza kuendesha kampeni za kuelimisha umma kuhusu haki zao, kutetea demokrasia na kupigania mabadiliko ya kisiasa, ili kuhakikisha usawa na haki kwa kila Mtanzania, amesisitiza mjumbe huyo wa Chadema. Sasa hivi navyoongea, popote unaponisikiliza na umekaa rafiki yako, mnakula nyama, mna have drinks, changa eh? Changa hata kama unaweza ukaskip bia moja, ukaskip soda moja, ukaskip nyama kilo moja, changa changa, watie moyo na matumaini hawa watu ambao wanafanya kazi kwa usiku na mchana. Nilisema wakati uliopita kwamba watu wamelipa bei kubwa sana, wamelipa bei kubwa sana. Wenzetu wengi tumeshawazika, kwa sababu ya kulipa price kubwa, kwa sababu ya kupigania harakati na ukombozi wa nchi. Tumezika wakina mawazo leo wakina hatuna watu kama wakina Ben Sanane Leo kuna vijana wadogo hapa Dar es Salaam, wakina soka hawajulikani walipo, wamelipa gharama kubwa sana. Kwa tunapokuomba wewe ulipe gharama tu ya kutuma pesa kwa ajili ya kazi hii rahisi, watu watembee, watu wakahubiri ukweli, alafu ukajisikia kwamba uweze kufanya unakuwa udisappointi chama hiki au disappointi harakati una disappointi sana shuche ya familia yako, kwa sababu commitment ya mapigano leo ikiwa bora watoto na wajukuu zako watakuwa na maisha mazuri sana katika siku za usoni. Viongozi wa Chadema wanaposimama na kuhamasisha michango ya Watanzania kwa chama hicho, wanatoa taswira ya chama kinachotegemea msaada wa raia ili kufanikisha malengo yake ya kisiasa, hasa katika mazingira ya ukosefu wa rasilimali kutoka kwa vyanzo vya kawaida kama vile serikali au wahisani wa nje. Chadema sio ya kwanza. Katika kipindi cha vita vya vi Vietnam, chama cha Vietmin Kilichoongoza mapambano ya uhuru dhidi ya Ufaransa na baadaye Marekani kilitegemea michango kutoka kwa wananchi na mashirika ya kiraia ili kudumisha harakati za vita na kuhamasisha jamii. Tundu Lisu na wenzake si mara ya kwanza kufanya kampeni hiyo. Mahatma Gandhi alikuwa kiongozi muhimu katika harakati ya uhuru wa India dhidi ya utawala wa Uingereza. Fidel Castro na chama cha maandamano ya Julai 26 walikusanya michango kutoka kwa wananchi ili kusaidia mapambano dhidi ya utawala wa Batista. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baada ya kupata uhuru, alihamasisha michango kutoka kwa wananchi ili kuendeleza maendeleo ya taifa na kuikijenga chama chake cha tano. Thomas Sankara ambaye aliongoza mapinduzi ya Burkina Faso mwaka elfu moja mia tisa themanini na tatu alihamasisha wananchi kutoa michango ili kufanikisha ajenda ya mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. Sankara alisisitiza ushirikiano wa wananchi na akahamasisha michango ya kifedha, mali na rasilimali nyingine, kwa ajili ya kupambana na umasikini, kupigana na rushwa na kuboresha ustawi wa jamii. Hivyo basi, kimataifa, viongozi wa Chadema wanapohamasisha michango, wanaweza kuonesha kwamba chama hicho kinapigania demokrasia ya kweli na utawala bora na kuwa na msaada wa watu wa kawaida ikiwa ni ishara ya kuungwa mkono na wananchi dhidi ya mifumo ya kisiasa isiyokuwa na uwazi. Hii pia inaweza kuvutia uangalizi kutoka kwa mashirika ya kimataifa na wadau wa demokrasia na haki za binadamu, kwani michango ya wananchi inaweza kutafsiriwa kama ishara ya ushiriki wa wananchi katika mchakato wa kisiasa, jambo linalothaminiwa kimataifa.